bandu babili bakhafwa bibataru nabaonele steremusha bahada yecho niyo babele nabalima lilo bakhukhalikha chimbeka chabushiri mukonsitensy yanabakholo mukawundi ya Kakamega khukaryo bamenywa bekichile khukondakita babele nabemerela echo eyo mbo sebabele nabalolelesya niyo banyala balima tawe cho, choo ambayo tulitarajia labda isaidia watu wa Bushiri lakini kwa bahati mbaya wamefariki. Kosa kujali inaendelea, hata ile material ilikuwa imetengewa hapo sio sawa. Kwa hivyo corruption ndio inaongeza hizi tabu. Nilikuwa niko hapa, kazi nafanya hapa salon, tukasikia nduru kutoka nje, tukapata watu wanakimbia. Kumbe ndugu zangu ati wameingia ndani ya choo kuchimba mchanga, imewafunika. Leo tumepata mkasa wa vijana wetu ambao walikuwa wanafanya kazi ya mkono katika kuchimba choo ambao tulikuwa tunajengewa na County Government ya Kakamega. Kwa bahati mbaya, mchanga uliporomoka na vijana wetu wawili wakaaga. Tumeweza kunusuru mmoja ambaye alitoka akiwa hai, tunashukuru Mungu. choo tunaashiria kwamba ni mchanga ambao uliporomoka kwa sababu mahali hapo tumekuwa wakitupa taka, na hapo mwanzo kulikuwa na slota. So kuna uwezekano kwamba mchanga ulikuwa mdhaifu. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu. Eh, wananchi wamejitolea kwa wingi na kwa roho safi, na pia timu ya kaunti ya emergency kutoka Kakamega tumesaidiana na tunataka kushukuru jamii kwa ujumla kwa sababu vijana wamejitoa kwa hali na mali na tumeshirikiana nao kuweza kuokoa mili ya wale ambao walikuwa wameaga. Mvua imechangia kwa sababu mawasiliano kwa simu na pia uh, undo msingi hazikuwa sawa, kwa hivyo ikafanya kidogo tumechelewa kuweza kufanya yale ambayo yalitakikana but kadri ya uwezo wetu tumejaribu yale tumeweza. Tunashukuru Mungu kwa yule ambaye alitoka akiwa hai, na tunasema pole kwa wale ambao wameaga. nendera kama kenikano huko Golden Digital TV nendina baholo constituency kakameka county na ngeso the only right brother a mwana wa polisi